naweza kuwa nilinaswa kwenye mtego ambao pengine sijui ila tutaona tofauti tofauti kwenye maisha hayo ni matokeo ya mitego ulionaswa nawahusia wadogo zangu wengine wengine nawahusia kiunahusia nawatoto wangu nawahusia angalieni kuna mitego mitego mingine ni ya akili sana tego mgumu sana lakini, anajipa moyo tu kwa sababu kunaswa, umeshanaswa, alafu unajipa moyo, ni hatari. ni nieliunuwe mtego uweze kunaswa au kutegua. Sasa nimesema kuna makundi ya mitego, namtegwa

maisha yako, unajua una ndoto. Kia ana ndoto zake, kwa kwa grade tofauti tofauti na umri tofauti tofauti. Uko hapa ambayo ulipanga na ulitega ulipanga, huwa naye lakini mtego umekufisha, unajikuta kufikia malengo na kitu. Ninakushauri ili uendelee kucheza vizuri hapa iyo umetegwa, k kwenye maneno umetegwa, kwenye vitendo umetegwa, kwenye kutazama umetegwa, kwenye mahusiano umetegwa wapi? Hii ni kama sindano inayopenya kwenda kuangalia tatizo liko wapi, ili iweze kupenya Emoyo moyo ni heri, useme ngoja nijichunguze, nimetengwa wapi. Soi tafuta, nasema hivi, namaliza chunguzo, umetengwa wapi? Ondoka leo, kuna Tego au imezungushwa ya kwanza inafuata ya pili, zinapozidi maanake unashika hata kujitetea. Sasa Mungu atusaidie sana Amen. neno hili sia huu shauri huu jioni ya leo, sikualio leo, nacheza i na furaha, nafodhani angalia, usiku unacheza huu, umetegwa nani amenisikia meosha? Amen, mkono juu! Nani amenielewa imeosha? mkono juu! Nani atakwenda kujichunguza kamanbwa? maosha mkono juu! Tuko kwenye dunia ambayo ni ya hatari sana, si salama. Mungu atusaidie sana, naolea